Wako usivuruge vuruge. Utashangaa mtu anapata mshahara mzuri

bali na neema alikuwa nazo za matunda mengi, yatiha min kuli makan, zile zilizopo kila sehemu kila upande, zikaondolewa na makama hizo ikawa sana chaka chaka makile kamelekea wanakula maiti ngozi zile ya kuna aljuruda wanakula ngozi walimita ta maiti walijafi na mizoga. Angalia, ukiona neema ya kudhalima ihifadhi ile neema, ichunge vizuri. Ukichezea subhanahu wa taala anakupokonya.

manyoya yale ya ngamia kule kwa nachaka. Unajua, kuna wakati mwingine kingia chaka, watu wanakula chakula ambacho si cha kawaida. Sasa hawa watu wa Maka baada ya neema kamili kuondokea, baada ya kufanya kamili kaondoka, wakawa chaki mwingilia, wanakula manyoya yale ya ngamia, na ile dawa kitu ya hifadhi inakuwa ndio chakula chao, wanapika wakula kwa sabonini, misabi, sabi, sabi. Kwa sababu nini? Bisabu sabiin wa kufurihim, kwa sababu ndio mabaya

Mtu dhulumu mtu pesa zake, simu yake ukatumia wewe, lakini baadaye ile dhuluma, utaofikia mahali utapata kichapo, utajuta. Nasema la hatuka dhulumu, lakini bao je, matendo ya mabaya na kufuru zao, amejidhulumawao wenyewe. Ikhtal iman wa ha huwa tajirun wa huwa rajulun tajirun ma rabbi, huyo mtu anafanya biashara pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala.

akasikia ndani kama kile sauti inasema ameski ardha fulani kile kingu na sauti inatoa kwamba nena hiyo mvua kwa hisabu aje fulani yani kile kingu na mshirika Allah subhanahu wa ta'ala au malaika wasema utibrid kingu wewe kingu cha mvua nenda ukanyeshe mahali ya mtu fulani hasa huyo mtu fataba sauta hii sauti inasema kule mbinguni nenda ukaonyeshe sehemu ya ardhi fulani ya shamba fulani anajua na nani, akawa nafaikia kiigo pale kwa hiyo shamba ya mtu, hata intaha ilalaudhi alati sumiat anofia katika ile ardhi anka, aliambiwa ndio kama hii fasala sahibaha ma amaluka fiha, akamuliza mwenye ile shamba, mambo gani unayatenda wewe kwa hii shamba yako? Kwa sababu nisikia kiwingu juu ya mbingu kinasema kinaiai kitoka kusema, nenda nyesheleze ukanyeshe katika ardhi shamba ya fulani fulani. Ilimtakawambia inni uidu fiha thulutha, hakaoi kishali kishavuna thuluthi mbili zamani na narejesha katika shamba yangu, wa atasaddaqu bi bithuluthi thuluthi moja na tuasala fa'alisu thuluthi na thuluthi mbili nawachia familia yangu watakula. Angalia huyu mtu anafanya biashara na Allah subhanahu wa ta'ala, bal Allah subhanahu wa ta'ala kuleta mvua akavuna thuluthi mbili, acha katika shamba lake ni mbegu hiyo, thuluthi ya kwanza, thuluthi moja anatoa sadaka, thuluthi mbili anawachia familia yake, ni chakula chao. Allah subhanahu wa ta'ala, angalia huko kutoa ndio kushukuru ile neema, na mfano kama huu pia uwezo kwa kuchukua wewe mshahara wako unaopokea, mfano elfu thelathini thelathini, kama hizi ukipokea, mimi natoa elfu tano sadaka na msalia maskini, yaani hiyo ndio suria yako. Tano ni nyingi, fanya tatu, katika elfu thelathini toa tatu, mpatie maskini, mjane, mayatima saidia, yote ni toa sadaka kisha angalie, je, hiyo kazi utadumu nayo ama itavurugika? Hatufanye hivyo lakini, huyu baada ya kulima kavuna thuluthi mbili, acha ni mbegu, thuluthi moja atoa sadaka, thuluthi mbili awasia watu wake ni chakula chakula. Yeye ikasabisha yeye Allah, subhanahu wa ta'ala wataala, mvua. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala badakilimu paka atikashabaki inanyesha, anavuna angalia athar

Hivyo afikuli khairi, si kwamba ukisema alhamdulillah ni mzuri, pia yote mzuri, lakini kushukuru kimatendo ni bora zaidi na aula kuliko kushukuru na ulimi. Allah akasema, ambia i'malu ala Daud shukra, enyi wa Daudi wa kushukuru wa kalilu min ibadi shakuru, lakini wati sana waranishukuru mimi kimatendo. Allah subhanahu wa ta'ala amemurisha ali Daud washukuru subhanahu wa taala kimatendo. wa hunaka farkani baina shukri lqawli wa shukri lamal, kuna tofauti, kushukuru kimatendo, kushukuru na maneno. Allah kasema kwa Daudi, imalu ali dauda shukra ali daudi, fanyeni kazi, yani shukuruni kimatendo. Hii ndio maana yake. Mwisho aya kasema, kwamba ikamalizia kwamba wacha sana wale na wakunashukuru mimi kimatendo

kulikuwa na mtu ana maradhi ya balanga, kuna mtu amekamba ana kitu cha upara hakimae nywele, kuna mwingine amefuka macho. faarada Allah an yabtaliahu, Allah subhanahu wa ta'ala akapenda kuwaonja hawa watu watatu. fabaatha ilayhim malakan, Allah subhanahu wa ta'ala akabalikia malaika ile. malaika fa atal abrasa, akamfana yule mwenye maradhi ya balanga. faqala a shi ahadule kitu gani kipenda zaidi? Faqala, kawambia laulu hasanu wa jildun hasan, napenda rangi nzuri na ngozi yangu nzuri. Na hili ishara abahii ilamakomara, mchauinondokee kwa sababu maradhi maradhi ya ngozi, watu na kila mmoja anakuona mchafu akukimbia, kwahvo hii maradhi pia nondokee. Famasahahu fadhahaba anhu iletitizo aaaliy maranga ya maranga yakamwondokea akapona akamuuliza fa ayu mali ahabu ileika mali gani unayopenda zaidi akamwambia alibilu napenda mali yangamia fautiya naqatan usara akapewa ngamia ambaye ana mimba kisha akamwambia barakallahu laka fiha Allah subhanahu wa ta'ala kubarikie katika mali yako hayo Akaondoka hapo akamfuata mwenye upara akamuuliza, ayu hapo ile kitu gani ambayo kokokikena sana? Akamwambia sha'ran hasana, nipate nywele nzuri na haya maradhi ya yangu ichokutomea nywele yaniondokee. Akampapasa ikawa nywele zake zimerudi vile vilevile, zile limemwondokea tofauti. Akamuuliza, wataka mali gani? mbibaanapenda ngamia bakara tan hamila, akapewa ng'ombe ambaye ana mimba, kisha akaambia, barakallahu laka fiha ala, barikie katika mali kama hayo faakalma. Akamfata mtu wa tatu kipofu, akamuliza, auishandahamu ilaika kitu gani ambacho ni bora zaidi? kwabora kipenda akamwambia, anyaru An llahu alaya ilaihi basari

mifugo yake mizaane ka mingi mwenye ng'ombe kadhalika, ana uwanja wa ng'ombe alopewa mbuzi kadhalika, ana uwanja wa mbuzi. Kila mmoja mifugo yake yo mali yake yamekuwa yamekuwa ni mengi. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma tena yule yule malaika akaja kwa yule mwenye maradhi ya mbarani katika sura zile zile na haya ile ile kile kile, alikuja yule malaika naye ana sura za, ana maradhi ya balanga, alikuja kawambia, rajulun miskinun qad inqat'at bi alhibal fi safari fala balagha li yawma illa billah thumma bik, safari yangu imenikatikia, maradhi yangu na safari yangu kwa a mahaya saaangu na kunifikisha leo kwa subhanahu wa ta'ala na wataala na kupitia kwako

Hey, wewe usimwambie nini wewe? Ha mali mara nimeachi nimeirithi kutoka babu na babu huko nyuma. Sisi kwa matajiri kutoka babu na babu. Sasa ana nini wewe leo? Maana akaambia, in kunta kadiban fasayyaraka Allah ila ma kunt. Ikiwa sema urongo ulikuwa ni maskini, ukambia mali kama hawa, ndio sema urongo, Allah subhanahu wa ta'ala akurejeshe kule kule ulikuwa. Wa atal aqra, akaenda kwa yule mwenye ambaye kishaka kinanyoni Sura vile vile ndokwenda naye amefanya kitu chake kinazidi, mwana marjali yule akaambia kama nimwambia yule bana, mimi ni msafiri, sababu nimeharibikia kile sina namna kufika, ila kwa sababu nataka kuja kwa yeye, basi nipatie ng'ombe moja ile, sababu nikashe safari yangu. Ama vile vile alikuwa kathira bana, mambo ni mengi bana, anambia kama nikuarifuka, kama mimi nakujua wewe ulikuwa ni kipara wewe, hauna nywele au mwenye nywele. Allah subhanahu kama haya Allah subhanahu wa ta'ala, akwamali kama haya, anambia Allah wasema nini haya mali, bali ni narithi baba na babu kwa nyuma, wanabadili na leo anambia sawa. In kunta kadhiba, ikiwa yule wasema urongo, fa sayaraka Allah ila ma kunta Allah, kurudisha kule kule alikuwa nyuma fa atala. Ama akaenda kwa kipofu akamwambia, rajulun miskin, mimi ni mtu maskini. Amenda ni kipofu. Mimi ni mtu maskini. Safari yangu imekatikia. Sina namna kufika ila kwa Allah Subhanahu wa ta'ala bila na kuomba mbuzi mmoja kushaka atabala kwa yeye. Alifikia safari yangu. Angalia yule mwenye kipofu. Alimwambia hivi, akamwambia kad kuntu a'ma. Mimi nilikuwa kipofu. Faradha Allahu ilayya basari. Allah Subhanahu wa ta'ala kaandegeshea macho yangu, ingia katika zizi katika huo muona fakhudh ma shita wa da ma shita. Chagua unataka si moja, chagua unataka wewe watu wanataka. Fa wallahi la ajhaduka alyawma shay'an khata lillah. Sikupingi wala sikuzuii utakaje kuchupa lillahi subhanahu wa ta'ala malaika, ambie amsik. Malak zuia mali yako baki na mali yako inna haikani, imeonjwa wa qadara lillah